Nasaa kwa na wale wanaosherehekea mwaka mpya wa Kiislamu, kwa kweli nasaa ni kwamba Uislamu haujaweka haujaweka sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu. Uislamu haujaweka, na kama ungeweka hivyo, Mtume angesherehekea miaka hiyo ya Kiislamu, masahaba wangesherehekea miaka ya Kiislamu. Lakini maadamu Mtume hakuweka, jambo hilo halimo katika Uislamu, ni jambo la kuwaiga makafiri. Makafiri wanasherekea nyuya, kwa hiyo baadhi ya wazushi nao wameona nao waweke nyuya ya Kiislamu, lakini hakuna katika Uislamu sherehe za mwaka mpya kabisa. Kwa hiyo wanaofanya au watakaofanya ni uzushi, wanatakiwa wakome, wasifanye uzushi huo, wasitutulie ukafiri katika Uislamu wasitie ukafiri katika Uislamu wakawaiga makafiri, wakasema kwamba ni mwaka mpya wa Kiislamu, lazima tusherehekee. Mbona Mtume hajaleta jambo hilo? Mnaleta nyinyi wazushi. Ko na saha ni kwamba hakuna sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu. Waislamu wajiepushe na kuwaiga makafiri. Dini yetu imekamilika, hatuna haja ya kuwaiga makafiri katika sheria, hatuna haja ya kuwaiga makafiri katika e, tabia zetu, hatuna haja ya kuwaiga makafiri katika manaji yetu, hatuna haja ya kuwaiga makafiri katika itikadi, hakuna haja yoyote ya kuwaiga makafiri. Uislamu umekamilika, al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa radhitu lakum alislamu dina kwao. Uislamu hauhitaji kuigaiga makafiri. Uislamu una iz, uislamu una utukufu. Hatuna haja ya kuiga makafiri. Wa lillahi alizza wa lirasulihi wa lilmu'minin walakin almunafiqina la ya'lamun. Kwa wazushi wakome kuiga makafiri. Hakuna katika uislamu kusherehekea mwaka mpya, wasitutilie ukafiri katika dini hii ya Kiislamu. Allah subhanahu wataala amekataza hilo, Mtume sasalam amekataza uzushi. Kwa hiyo kusherehekea mwaka mpya ni jambo la uzushi. Uislamu haujaweka jambo la sherehe za mwaka mpya. Hadha wallahu alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in.